Claims, uh... usaili wa mwenyekiti mpya wa IEBC umekamilika leo ambapo Lilian Wanjiku, Robert Akumu na Saul Simiu walihojiwa na jopo la uteuzi. Wanjiku, wakili mwenye uzoefu wa kutetea haki za wanawake na utatuzi wa migogoro, alisisitiza uwezo wake wa uongozi, lakini alikumbwa na masuala kuhusu uadilifu wa wake kutokana na kisa cha Hundegushi.

Wa pili kuhojiwa leo alikuwa Robert Akumu, wakili wa Nairobi na aliyewahi kuwa afisa wa shirikisho la soka nchini FKF. Aliulizwa maswali kuhusu usimamizi wa shirikisho hilo na maswali ya kifedha, yakiwemo madai ya kukamatwa kwake. Saul Simiyu aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu katika sekta ya sukari, alikuwa wa mwisho kuhojiwa, na alikabiliwa na maswali kuhusu changamoto za uongozi katika viwanda vya sukari vya Mumias na Nzoia ambako alifanya kazi. Baada ya mahojiano kukamilika, jopo linaloongozwa na Nelson Makanda sasa lina kibarua ya kuteua watatu bora na kuwasilisha majina kwa rais kwa ajili ya uteuzi wa mwenyekiti mpya wa IEBC. Thank you very much. We appreciate you. Unisomolo, Runinga K24, Nairobi.